Hivi umesha wahi kujiuliza? Yaani ukiwa na hela, yani unakuwa na confidence. Yaani ukiwa na pesa imetulia hapa, unaweza ukakaa siku nzima na usisikie njaa. <laughs> Sasa ile siku ambao hauna hela, si kwa nini yani kizunguzungu kinaanza saini? <laughs> Yani hata hata unywe chai asubuhi na hela hauna. Yani ikifika saa nne saa tano, unajua nini? Kifika nimekula kweli ile. Hapo ukiwa hauna hela na huko Dar es Salaam Jua linakupiga mpaka ukome yani, especially jua la mwenge pale linakupiga jua la utosi. Unajua, unapigwa, unajua unapigwa na jua mpaka ukifumba macho unasikia kama unasikia mishikaki hivi, kumbe wewe <laughs> ndio unaiva <laughs> tutafute hela. Jesus online, Yesu mitandaoni katika Instagram, Facebook, Twitter Uh, YouTube, uh, podcast, uh, na sehemu nyingine, nyingine zote, TikTok na sehemu nyingine zote tunazo, tukaona kama mitandao ya kawaida, lakini katika hali ya kawaida, kule palipo na mitandao hii mingine, kwa sisi wengine ambao tumempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, sio tu sehemu za show, sio tu sehemu za kujionyesha, ila ni madhabahu halisi. Sasa kupitia YouTube yetu ya Pilipili Pili TV Jesus online tunampeleka Yesu mitandaoni. Habari za Yesu, nguvu za Yesu, uwezo wa Yesu utatambaa mpaka TikTok, utatambaa mpaka Facebook, utatambaa mpaka YouTube, utatambaa mpaka katika podcast tofauti tofauti, na katika mitandao na mirindimo ya kijamii utakutana na Yesu, kwa sababu kuna mamilioni na mamilioni na mabilioni ya watu katika mitandao ya kijamii, na huko ndiko tunakombeleka Yesu Kristo wa Nazareti aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Ah, kwa hivyo kila siku